Ukisoma Samuel wa kwanza kumi na sita mstari wa kumi na tatu Biblia anasema Daudi alipakwa mafuta mbele ya nani? Ya nduguze. Na kule mbele anasema um, kwenye um, Zaburi ishirini na tatu anasema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Ili ushinde vita yoyote ni lazima upakwe mafuta, nisikize vizuri Mungu anakupaka mafuta kwa sababu anajua kilichopo mbele yako, yes. Na ndio maana unapokutana na changamoto utakiwi kuogopa, unatoka ukumbuke kwamba nimepakwa nini? wow. Yeah. Anasema jaribu halikuwapata isipokuwa ni kawaida ya wanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kuliko mwezavyo. Anasema katika yote nitafanya mlango wa nini? no. Wa kutokea. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo kwa maana kila jaribu linalokuja mbele yako Mungu anakuamini kwanza ya kwamba unaliweza. Ukiona changamoto kwenye ndoa, ujue umepakwa mafuta. Ukiona mume wako anasumbua, ujue umepakwa mafuta kwa ajili ya mumeo, na hakuna mwanamke mwingine anaweza akaishi naye ila ni wewe. Kwa sababu umefanyeje? you are anointed Ukijua hiyo huwezi toka kwenye nyumba yako. Siku hizi tuna wanawake, leo kafungasha, yuko kwa mama mdogo, kesho mpaka ukitaka kumtembea inabidi umpigie simu, uko wapi? Leo uko kwako au kwa shangazi? Kwa sababu mume akichelewa kurudi kafungasha, kesho anarudi. Mume si wifi, akisema kafungasha, My dear, koma hapo hapo. Umepakwa mafuta, umepakwa mafuta kwa ajili ya watoto wako. Watoto wanaposumbua mwambie Mungu unajua, umenipaka mafuta kwa ajili ya hao watoto. Umesema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hakuna mtoto atakayenishinda. Unaona mabinti zako hawajaolewa, sema Mungu umenipaka mafuta kwa ajili yao. Mabinti zangu wataolewa, nimepakwa mafuta. Mume wangu hana kazi, ninajua umenipaka mafuta, atapata Atakazi na atafanikiwa. Tatizo lako hujajijua, na ndio maana unavunjika moyo kila wakati. Nauli za mabasi kila siku unajua shabibi, nauli shingapi, bm shingapi, leo uko Tanga, kesho uko Mbeya kwa shangazi. Hujajielewa. Kuna wakati inabidi utulie mahali alafu, useme I am anointed kuna wakati mtu anabosi anakuambia maneno makali, alafu akimwaza anambia I am anointed yes. Nimepakwa mafuta kwa nafasi hii yes. Maneno yako hawezi kuniondoa yes. Yes. Yes. mama mko anaongea vitu vileki, akimwaza sema mama, I am anointed for this marriage yes. Nimepakwa mafuta kwa hii ndoa, sitatoka hapa, sio kama mnanielewa. Mungu akikuchagua anakupaka mafuta. Na anapokupaka mafuta huwa anaandaa njia kwa ajili yako. Kwa jaribu ulionao ujue Mungu anakuamini na atajitwalia utukufu kupitia wewe. Aliwaambia ndugu zake Lazaro, ugonjwa huu si wa mauti, ila mwana wa Mungu anataka kujitwalia utukufu. Hali ulio nayo Mungu anataka kujitwalia utukufu. Yawezekana umechelewa kuolewa, nataka nikwambie, sio kama utaolewa tena. Kuna siku Mungu atajitukuza kupitia ndoa yako, watu watampokea Yesu kwa sababu wewe umeolewa. Yawezekana hujapata mtoto, nataka nikwambie wakati wako unakuja, Mungu anaenda kujitukuza. Yesu alipofika pale kwa kina Lazaro, dada yake azao akamwambia, ungalikuwepo ndugu yangu singalikufa. Hawakujua ya kwamba familia yao tu nayo ilipakwa mafuta ili Mungu akajitukuze. Kuna vitu tunapitia tunaona kama vile tumekataliwa, tunaona vile kama hatupendwi, tunatia aibu, lakini kumbe Mungu ametupaka mafuta na Mungu anataka kujitwalia utukufu kupitia sisi. Leo badilisha maombi yako, acha kuomba Mungu aondoe jaribu, acha kuomba Mungu aondoe mateso, mwambie Mungu, nionyeshe utukufu wako, umesema nataka kujitwalia utukufu kupitia maisha yangu, inatosha show me that glory, nionyeshe huo utukufu. Ni kweli hauna kazi? Acha kulia kuomba Mungu akupe kazi, mwambie Mungu, nionyeshe huo utukufu, maana umesema unajitwalia utukufu kupitia mimi. Mungu, inatosha, nataka niuone huo utukufu. Hicho ni kiwango kingine cha maombi ume. Umeomba Mungu akupe mume, ngoma inaenda miaka thelathini, miaka arobaini Wambie Mungu nionyeshe. Acha kuombea mume, mwambie Mungu show me that glory. Na hao ndio alikuwa ni maombi yangu siku zote, Mungu nionyeshe utukufu. Umesema wata kujitwalia utukufu kupitia mimi, bila kujali hali nilionayo, nionyeshe utukufu wako. Sijui ni kitu gani unapitia wakati huu, lakini nataka nikwambie, Mungu anaenda kujitukuza kupitia wewe. Mungu anaenda kukufuta machozi yako. Mungu anaenda kuondoa aibu yako. Na Mungu atakuheshimisha. Kila mtu atasema hakika Mungu yupo.